Yeah, yeah, Benjamin wa Mambo Jambo hapa Benjamin Kicha. Uh, mi, mi nimeanza mziki kabla. Nimeanza mziki kabla kwa sababu mi nilikuwa naimba toka niko shuleni kwa sehemu moja tulikuwa tunaishi Mpwapwa Dodoma, ndio nilikosoma mi primary. Shule moja inaitwa Mtejeta Primary School. naitwa. Kwa hiyo pale nilikuwa naimba hizi ngonjera zinaitwa shuleni au na zile na ile kwaya ya shule ile toka niko mdogo. Alafu, kutoka hapo nika naimba zile nikaanaimba zile nyimbo za kina black anaitwa Black Box nafikiri, kitu kama zile nyimbo za zamani sakina MC Hammer, umeona? Ya zile rap zile, kwa nikana imba huko, na rap zile. Kwa hiyo nilianza kuimba na ku rap kabla ya kuwa video director, au, au cinematographer au. Yeah, niliingia ni kwenye kwenye mambo ya cine ya ya, ya, ya, ya, ya production, video production, kwa ujumla toka mdogo mimi. Pia napenda filamu sana, napenda movie, niseme, nafikiri mimi naweza nikawa ni mtu pia behind ya bongo movie sana, kwa sababu watu wengi ambao wamefanya bongo movie ambao ni wakubwa nimekuwa nime, nime, nime, nime nao, tumetrain pamoja, naweza kusema wengine nimewafundisha mpaka wakaingia kwenye bongo movie. Kwa hiyo mimi napenda filamu, napenda yani sinema kiujumla, na kwenye filamu ilikuwa nataka nijekuwa sound person and sound designer kwenye filamu, ila nikajikuta sasa kuwa sound designer peke yake haitoshi, nikajikuta naanza kununua cameras, naanza kujifunza mambo ya cinematography, nikaja nika kuwa photographer mzuri, baadaye nikaanza kufilm. Nilivyoona kwamba nahitaji ujuzi zaidi, kabla sijaenda kusoma, nikapata nika tu training kutoka kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wameshafanya kazi hapa Bongo kwanza, baadaye ndo nikaanzisha kampuni, nikaanza kushoot music videos, nimeshoot nime music videos nyingi kama za kina za kina Nei, za kina za Mataluma, za kina Pipi, za wasanii wengi wa Bongo Flava wakubwa. Baadaye nikaona pia haitoshi, ndo nikaenda kuongeza ujuzi South Africa. Kwao nikaenda kusoma bachelor ya motion picture media, film production in general. Nimesoma degree miaka mitatu, nimesoma miaka mitatu, nimesoma motion picture media. First year tunasoma kila kitu, tunasoma scene, directing, screenwriting, producing, Uh, production, design. Yani, vitu vyote ambavyo viko kwenye editing, sijui nini kila kitu, alafu second year ndio nika nika specialize, ndio nikachukua screenwriting. Kwa hiyo nikachukua screenwriting; unaweza kuwa director, unaweza kuwa producer pia. Kwa hiyo mimi nime graduate kama screen writer, screenwriter, naweza nika screen script yako, nika structure, ikawa poa sana. Kwa hiyo nimekwenda kusoma motion picture medium ili niwe, uh, niseme mtu screenplay in general, yani ku, wa ku, ku, ku, kuandika filamu kwenye post production sana sana. Eh, wimbo wangu wa mwisho kuutoa ulikuwa mwaka 2011. My friend ndio wimbo wangu wa mwisho, na kabla hapo nilitoa, Nimefulia, ilikuwa ni mwaka mmoja nyuma. Kwa hiyo nilitoa nafikiri nyimbo ziliongozana hizo. Baada ya hapo ndio nikaanzisha sasa, nikaanza kufanya production ya ya ya ya, video na na, na film in general. Kwa hiyo baada ya hapo ndio nikaingia kwenye uzalishaji, nikaanza ku, ku, ku, ku produce sana na, ku, na kufanya videos, music videos na nini, umeona nikafanya kama miaka miwili, nafikiri 2011 12 13 2014, ndio nikaenda chuo. Kwa hiyo ile, zile break za miaka miwili toka nimetoa my friend na nimefulia nilikuwa nafanya production kwa hiyo ndio maana nikanyamaza miaka miwili, baada ya hapo, kabla sijatoa tena wimbo mpya mwingine. Yani kuendelea na muziki kabidi niende chuo. Chuo nilishii wakati niko South Africa, nilikuwa nashindwa kufanya muziki at the same time, kwa sababu mambo yalikuwa mengi, na nilikuwa natakiwa pia ni focus kwenye masomo, kwa hiyo nikashindwa kufanya muziki. Nilikuwa na record, napata nafasi pia kukutana na watu, lakini kila nikitaka kurelease, unajua unapo release track inabidi uwe unafuatilia Umeona, lakini still niliweza ni, ni rekodi nyimbo nikiwa South Africa 2015, 2016, kabla sijagraduate. Nimegraduate mwaka jana, ina maana kwa hiyo ubize ndio ulionifanya nikashindwa kuendelea kwenye muziki, nikapata break ya hiyo miaka mitano au mi inaenda sita nafikiri. Kwa sababu tulikuwa 2017 kutoka 2011, kwa hiyo inaenda miaka sita sasa. Muziki unaweza kusema kwamba yani umekua sana kibiashara, muziki ni ule ule. Testi zina, zina, zina change kidogo, wasanii wanakuja wapya, ila mfumo umebadilika, umekuwa ni mfumo wa biashara sana, na mziki wetu umekua sana. Ni Bongo Flava imekuwa kwa sababu wasanii wengi wameweza kutusua, wa international connection imepatikana, kwa sababu kikubwa kilichokuwa kina miss kwenye mziki wetu ni kwamba ni kuutangaza ule mziki kimataifa mwanzo tulikuwa tuna watu wachache, lakini sasa hivi umeona watu wengi sana wameweza kwenda kutangaza mziki wetu kimataifa. Kwa hiyo mziki wa Tanzania sasa hivi umekua sana na watu wengi wamekuwa mstari wa mbele kuutangaza na kupromoti mpaka hapa ulipo. Na pia kitu ambacho kimesaidia mziki wetu umekuwa, nafikiri ni i, teknolojia ya kukua pia. Zamani unajua ulikuwa uki, mwanzo kabisa tulikuwa tukirekodi nyimbo kwanza, tunazipata kwenye tape. Mi nakumbuka nilikuwa nasambaza nyimbo kwenye, inaitwa cron nafikiri, tape ile tunarekodi, unapewa ile ndo master, unaipeleka redioni, unaisubiri wanairekodi, una... baadae ikaja CD. Umeona kulikuwa hakuna videos, baadaye zimeingia videos. Umeona sasa hivi mpaka unajua, teknolojia imekuwa, unajua, mtandao unasaidia sana kutangaza mziki, mona. Kwa hiyo pia We, yani kukua kwa teknolojia na mambo ya mitandao na media zimekuwa nyingi, mziki unasambaa sana kwa sababu leo hii naweza nikaposti wimbo kwenye labda Instagram yangu page ikafika Marekani leo hiyo, nikiweka kwenye YouTube same time kule wanaweza wakaipata. Umeona vitu kama hivyo. Kwa hiyo teknolojia pia imesaidia sana kukuza mziki wetu pamoja na kazi kubwa ya watu ambao wameweza kuutangaza mziki wetu ukenda mpaka kimataifa. Eh, producers wako wengi, naweza nikataja, wale niwaite majors ni producers, niseme wale ambao walitoa bongo flavor from zero. Umeona kina P-Funk Master J kina Hamid Mento, kama unamkumbuka kina Marem Complex, umeona, Complex alikuja baadaye kidogo, alitoka kwenye usanii lakini pia ni mtu wa kwanza ambaye katika wasanii kwa, yaani wasanii producer. Alafu kina Marem Roy, umeona nani wengine kina kuna mtu alikuwa anaitwa Jason, sijui yuko wapi. Huyu ni kaka yake Enrico wa Soundcrafters. Nakumbuka nili record mwaka 1995 studio za Soundcrafters na Jason, ni kaka yake Enrico, sijui ni mdogo wake, sikumbuki. Alikuwa pilot yule jamaa, alikuwa rubani nafikiri. Umeona, kwa hiyo producers kama wale ni watu ambao unajua siwezi kuwasahau kwa sababu walikuwepo, alafu naweza nikamtaja pia nani nani nani, Profesa Rudigo, umeona na wengine wengi ambao nimewasahau hapa katikati. Mika Mwamba ndo mtu ambaye naweza kusema toka tunatoka toka, tuna toka, Mambo Jambo, tumefanya kazi na Mika Mwamba. Kwangu mimi Mika Mwamba ni kakaangu. Umeona, naweza kusema kakaangu kwa sababu tumefahamiana muda mrefu sana, na nafanya naye kazi mpaka kesho. Mikamwamba yani mpaka anapokuja, akija tunakuwa naye, tuna hangout, tunaitana brothers. Yeye ni kaka yangu, mimi ni kaka yake, umeona. Kwa hiyo ukiongelea Benjamin mambo jambo, ukimwongelea Mikamwamba, ni watu ambao tuko niseme tunafaa kazi bega tu bega, A to Z yeah. Na, naweza kusema kwamba katika watu ambao wameweka mziki wa bongofleva kwenye ramani ya juu, Mikamwamba naweza nikampa namba moja kama sio namba mbili kutoka kwa P-Funk, lakini P-Funk na Mika Mwamba na Masta J, hawa watu watatu kwangu mimi, namba moja nitampa Mika Mwamba kitu, kitu ambacho naweza kusema kwamba mwanzo mwanzo nilijibu nikasema kwamba mfumo wa muziki umebadilika, mfumo, unajua mfumo wa muziki na kiki iko ndani ya huo mfumo. Muziki ni biashara, na unapotaka kufanya biashara lazima utumie mbinu hizo mbinu zinaweza zikaa nzuri mbaya, zinaweza zinalipa, zina, zina, zina, zina, zina, zina, hazilipi. Kwa hiyo kiki ni moja ya kitu ambacho kimeufanya mziki uka. ukakua ukauza sijui kimataifa, lakini kwa kwa hapa Tanzania kiki imekuwa inasaidia ina, ina, ina sana kuukuza kuku, huo mziki as mziki, utabaki kuwa mziki, kwa sababu kuna kipindi watu walikuwa wanakimbilia kufanya hizo kiki na kufanya video nzuri wanasahau kutengeneza ule mziki mzuri, wanasahau kwamba chanzo cha, cha, cha hata ile video anayofanya ni hii audio, ambao audio ndio mziki wenyewe umeona. Kwa hiyo hata ukiingia kwenye film tu, tukifanya yani, ukiingia kwenye film unajua, ukiangalia film kumeziba kabisa masikio uweze ukafeel kile kitu. Kwa hiyo kwanza sound ya film lazima iwe nzuri kabla hujaipenda film. Mziki pia lazima uwe mzuri kabla hujafanya video nzuri, umeona. Na trust me kama mziki ukiwa mzuri una bang. Hata video ikiwa mbaya, watu wameruka, wamecheza, trust me, utapenda tu kile kitu kwa sababu mziki utakuwa unakuamsha, una, una uweze kupenda nani, umeona. Kwa hiyo mziki haujabadilika sana. Watu wanasema labda kwamba mziki wa zamani, siku hizi imebaki kelele na kiki, nini, nini? Ni kwa sababu mfumo unabadilika kila, kila siku na, na, na, na, na, na nafikiri kiki zilikuwepo toka zamani, toka za enzi za kina Juma Nature na kina Sinta, pia zilikuwa ni kiki zile na naweza kusema lakini, labda watu walikuwa hawajajua kama ni kiki, umeona lakini mziki wa zamani ulikuwa umetulia, kwa sababu watu walikuwa, unajua, unatoa wimbo, mziki unaendelea kuwa mzuri, redioni unapigwa, unafanya nini. Lakini siku hizi, unajua, unaweza ukatoa wimbo ukabaki bila kiki hizo, bila hizo kelele ambazo tunaziongelea sasa hivi, wimbo wako ukabaki na wenyewe kimya, kama usipopiga zile kelele. Ndio mfumo ulivyobadilika sasa hivi. Naweza kusema kuna vitu vingi ambavyo haviko sawa, mimi naweza nikasema vichache ile unite ya wasanii wa bongo flavor. Umeona? Ukiangalia wenzetu uh, wana wanashikana sana ni sio kwamba sio sio lazima nikushike mkono wewe ni kunyanyue juu of course. Mziki ni biashara. Inapokuja pale, mimi labda Benjamin wa mambo jambo ana ngoma nzuri, mtu fulani anataka kufanya ile nyimbo ya Benjamin wa mambo jambo isishikika, aweza akanishika mkono mimi akanipeleka pale alipo. Lakini tukitaka kuutangaza mziki wetu kimataifa, lazima tuwe tuna umoja umoja ambao wote tuko pamoja tutafanya tutautangaza ule mziki, tuwe wengi pale pale pale nje, ambapo umeona wa Nigeria walivyokuwa wengi, mona hata wa South Africa ni wengi sana, kwa sababu unajua wana wana bifu kwenye vitu vingine. Wanapofika kwenye wana, wana, wana bifu za kwenye mitandao, ni seme za kwenye kwenye nani, hawana zile physical bifu ambazo mtu fulani kweli kama ilivyokuwa labda kwa Tupac na Notorious mpaka wakaja kuwa ila mapungufu hayo ni kwamba lazima tukubali wote kuwa kitu kimoja, ili tuweze kutangaza ule mziki. Tushindane nyumbani, lakini tukifika pale mbele, wote tusapotiane. Umeona, tutoe hizo kasumba kwamba fulani anapokuwa pale mbele yuko nominated kwenye labda BET Awards, inabidi tusapoti kama Watanzania, tusisapoti kama mashabiki wa Benjamin wa Mambo Jambo. Umeona uh, labda kasumba nyingine inaweza kusema kwamba Tun, sawa tuna, tuna, tu, sasa hivi tunakimbilia sana kwenye videos nzuri, lakini tukumbuke pia tunatakiwa tufanye audio nzuri, mziki mzuri in general. Umeona, kuna kipindi watu walisahau kabisa audio nzuri, wanakimbilia tu kufanya video nzuri, unakuta yani mtu ukiangalia, ukija kusikiliza, yani unaona, ukiziba zile ukiziba masikio uangalia ile picha, unaona kama hiki, lakini baadaye ukifumba uki, uki, uki, uki macho usikilize sound, labda ni vitu viwili tofauti yani. Sijui kama, sijui kama naeleweka. Umeona, labda mapungufu mengine ni pia kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye directors na produ producers wa, wa, wa, wa uu muziki wakiwa na umoja hasa hasa kwenye, kwenye kwenye producers wa, wa video na directors wa video kuwa na umoja ambao tutafuta ile connection ya pale mbele, tusitegemee kwamba directors tu wa nje ndio wana uwezo wa kututangaza sisi kule MTV na wapi na wapi wale, wale directors wanaweza kututangaza kule, kwa sababu tu wale ni wazao wa pale. Lakini trust me, kama sisi tulivyo na labda Clouds na Millard Ayo washikaji na wao kule cool, ndio walivyo na hao watu wa media. Kwa hiyo hata kitengeneza kazi yake wachache wa wa ambao wanatutangaza hawa watu wachache, pia wengi wao wamekuwa wanafanya collabo na wale watu wa kimataifa ili kupata Um, ile airplay kule nje niseme in general. Umeona, lakini uh, sijajua sana kwa sababu sijafanya sana research ya nje mm. Sijafika Nigeria. South Africa nilikuwepo, South Africa, nyimbo zetu zinapigwa sana sana, unaweza ukapanda hizi taxi zao ambazo kama daradala au Kenya inaitwa matatu, unaweza ukapanda, unakuta nyimbo ya kibongo inapigwa, ambayo yule msanii na uhakika angekuwa alikuwa anajua hapa angeenda ange, ange, ange kule kufanya kitu kikubwa sana. Kwao wanapiga zile nyimbo uh, local, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, bars, kwenye nini. Kuna Watanzania wengi sana wako kule, umeona alafu kujulikana sasa kwa hawa watu ambao labda nyimbo zao zinaishia kwenye sehemu kama hizo. Kuna radios zinapiga pale, huku tusikilizi radio za kule, labda labda ni watu wachache wanasikiliza radio za kule, lakini kuna radios pia kule zinapiga mziki wetu, umeona, asilimia fulani, umeona kuna kitu ambacho tulikuwa tunapigania haki hapa wasanii, kwamba kuwe kuna asilimia fulani ya kupromoti mziki wa hapa na wa nje kiasi fulani. Hiyo ipo katika nchi zote, kwamba asilimia fulani, mziki wa nyumbani asilimia fulani mziki wa, wa, wa, wa kule. Kitu ambacho naweza nikaongelea kwamba mziki wetu umekuwa mkubwa sana wasanii, uh, wasanii tuliopo inabidi tuongeze sana juhudi ili tuweze kufika ile peak ambayo nchi uh, kama South Africa Nigeria imefika. Nahisi kama watu wachache sana ambao wameweza kufika ile pik na naweza na na unaweza nikasema kwamba labda uchumi wa nchi, sitaki kuamini kama ni uchumi wa nchi, lakini kuna pik ambayo tunaihitaji pale, nikiongelea wasanii ambao tayari wameshatangaza nchi kimataifa mpaka pale walipo, uh, kwamba tu, tuangalie sana sana ile levo ya juu zaidi, tusahau tu sana zile korabo ambazo zinatufanya tuka survive nje. Labda sawa zile korabo zina, lakini trust me tunaweza tukatengeneza muziki mzuri hapa hapa na tukakubali, tukautangaza mpaka ukafika pale, tukakaa kwenye peak na levo kama ya wenzetu wa nje. Yeah, leo leo, naweza kusema kwamba 2017 Benjamin wa Mambo Jambo mambo yote nilikuwa nafanya nimemaliza, nimesoma, nimemaliza, nimerudi kwenye game, sasa, ndio maana, nime nimetoa ngoma mpya ambayo nafikiri mashabiki wataipata sasa hivi kupitia kwenye YouTube channel yangu, wataipata kupitia mitandao millardayo.com everywhere, nafikiri itakuwepo. Kwa hiyo 2017 nimerudi na nataka kufanya nonstop sasa hivi, kwa sababu nina muda mwingi ambao nimeutenga wa kufanya muziki. Kwa hiyo nimeuandalia muziki mzuri, na tumemwongelea Mika Mwamba hapa kwenye, kwenye interview yetu ngoma ambayo nimeifanya mpya, amefanya Mika Mwamba. Kwa hiyo Mika Mwamba su, atakuja na nafikiri atakuja hapa, hapa kwenye exclusive. Na yeye ale amesha Mika Mwamba huwa anakatasa na interview. Lakini this time, kwa sababu tumefanya kazi, Mika Mwamba hajafanya kazi muda mrefu na mimi sijafanya kazi muda mrefu, kwa hiyo tuliamua turudi pamoja ili tufanye kazi hapa pamoja, ambayo nione hao, ma legendary watakuwa wamefanya kazi moja pamoja kazi nzuri. Nawaahidi mashabiki wangu kwamba kazi ni nzuri, na kuna kazi nzuri zaidi zinakuja, na korabu za kutosha tu. Kuna korabu ambazo nimeshazichimba mpaka makagana Nigeria, ni mapema kuziongelea, lakini nimesha nimeshafanya kazi na watu tayari ambao nimetoa ngoma yangu mpya. Sasa hivi niko peke yangu kwa sababu nilikuwa sitaki kurudi na watu, labda unaweza kujua bwana huyu kashikwa mkono na mtu fulani, nao nilikuwa nataka nirudi peke yangu, na ni kama zawadi kubwa sana kwa mashabiki wangu ambao wamenimisi ukipata muda wa kusikiliza hiyo ngoma utajua nini nimeimba nime mule, utaona nimeongelea sana mimi na mashabiki wangu wa na 2017 na narudia tena kusema kwamba huu mwaka unaenda spidi sana, na sisi tutaenda spidi hivyo hivyo, na hisi kama mba, kabla mwaka hujaisha nitatoa ngoma nyingine na video ya hii nyimbo yangu mpya ambayo pia, uh, tuko kwenye dakika, yani, um, ku, uandaaji wa hatua ya mwisho ya kuiandaa hiyo video. Unajua, toka toka nimeanza kushuti music video Tanzania, sijawahi kushuti toka, nimefanya ile kampuni ya music video, sijawahi kushuti video yangu yoyote. Kwa hiyo kampuni yangu mimi mwenyewe ndio nashuti video yangu, na tumeshafanya baadhi ya vitu, tuko kwenye hatua za mwisho kama nilivyosema, na tumeshuti hapa hapa, wala tujaenda mbali, tumeshuti hapa hapa, ni kitu tofauti fulani hivyo, watu watakiona. Umeona, na kuna kwa kuna challenge za kuweka budget kwenye video hapa Tanzania. Watu wana, wako radhi wakaweke budget sana nje kuliko hapa, lakini sisi tumeweka budget. Budget ya kutosha na utaiona kabisa kwamba jamaa waliweka budget, kuna vitu vingi pia, nani kama nilivyosema mwanzo connection directors wa, wa, ambaye amejitahidi kuwekeza kwenye makamera makubwa, lights za kutosha, tuna location nzuri. Mimi naamini kuna wataalam pia ambao wamesoma wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, nahisi au wamejifunza zaidi cinematography, directing, editing, visual effects na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu nafikiri walikuwa unakimbilia nje kwa ajili ya connection pia. Kuna challenge moja ambayo labda naweza ikala labda mimi tunaiona nani, Tanzania vijana wengi huwa hawafanyi kitu serious, hilo ni tatizo kubwa sana. Unaweza ukamchukua mimi as a Director, video director. Naweza nikamweka pale dancer wa kike lakini akashindwa kucheza kwenye kile kiwango ambacho mimi nakiona, lakini ukimchukua binti labda wa Nigeria, waki South Africa ukimweka pale anaweza akafanya kitu ambacho ni maajabu zaidi. Au tatizo linakuja pia South Africa, watu wengi ni nani, ni, ni, ni, ni unakuta watu wamesoma school hizo wamesoma shule za za performance kuna madancers, kuna maactors ambao unajua wanaweza wana, wakanani faster wakacheza waka haraka haraka, yani ndio professional yao. Niseme tunauliza kwenye mambo ya professional Tanzania, labda hatuna. Tunapoenda kuchukua kumchukua dada akafanye video, labda tunataka tumchezeshe video, um, video queen tunawaita ma video vixens juu tunaotaka akacheze akadance, wakati baada ya kumchukua professional dancer ndo akacheze. Unaweza kuta madancers labda hawako cute kama hawa mavideo queen tunaowatumia, kwa hiyo tunashindwa kumtofautisha video queen pamoja na yule dancer. Ndio maana unakuta video, unaona nyimbo nzuri, video nzuri, picture nzuri, lakini hakuna zile moves za dancing za watu kujiachia kama inavyo, inavyokuwa South Africa, watu wanafanya hivyo. Namchukua mtu ambaye labda ni dancer professional anacheza, anaeleweka.